Wow! Dadi mekia tena Prince pumela Mpumelele Dube Dube, kama na ficha nyeupe ile. Mama sasema ni free kick nzuri. Andi Bikoko Prince Mpumelele Dube smiling, kila baby face Mwenda! mbaya hiyo kwa Tabora United. Wanapasuka nyuki wanakumbatiwa. Na wala wang'ati kabisa kabisa hapa frikikisio kuwa na mba mbambamba golkipa Jean Noel angefanya nini? Amedive we we we mbaya hiyo. mbaya hiyo. joo kwenda wapi? unaweza kutegua nyonga banaeleweka ndani kule, katika nafasi Yanga watachukua boli na kufanikiwa kwenda wanakotaka. Pako mzuzu wa sasa anamwekea Mzize nafasi yake, kuwa Mzize ameua tokba bongo ka huyu anapokea pasi sweet, pasi chokolaiti kutoka kwa sisi wa Ifrokos. Kunywa maji baba, Jean Noel anabamiza maji chini, yaoni kama yana maana tena kwa ajili yenu. Ni kaunta ataki ya kibabe, kaunta ataki ya maumivu. Kweli kweli, mkuki wa moyo Golkipa Jean Noel alijaribu kucheza kucheza mpira ule lakini mkandamizo ule aliuchangua mpira katika kipenyo murua. Clement Francis Mzise, ball striker! Bao la pili kwa wananchi, bao la pili kwa defending champions wa NBC Premier League. Wananchi wanafurahi. Mzise asema Eid Mubarak. Wananchi wanafurahi hapa. I'm sorry kibao kata kile kumtafuta Mzize, wewe Mzize, Mzize! kwani kuna ugomvi hapa? We Mzize, unaweza unaweza ukapelekwa mahakamani kwa mauaji bongela. Shuti, hata hivyo, kuna mkono wa ofsaidi bila shaka asema kuna ofsaidi, wacha tuone. Pakaomsuzwa cheza mpira ule bila shaka, nusu tukapata nafasi ya kuona tena. Emmanuel Mwanenga amekwenda nje, wanapambana tena, anapoka zizu anamkia katika nafasi sasa Kisasi ni haki, ukiua kwa upanga, ipo siku utauawa kwa upanga. Jan Noel amanome. Tazama taza mazizwa, Aifrakos alifanya hai, hai presing dubaka kontrol, mali bo balans, bo kontrol, bo teknik akaweka shuti la chini chini. Za Noel anakandwa, mwanadada masogaa, mikono kichwani. Tabora ni njema, lakini Yanga ameichapa kwelikweli.